Nam, karibu tena katika channel yako pendwa kabisa channel ya Ticha Sauti ya Sifa. Leo sakata iliyonileta hapa ni lile ambalo lilitokea ama liliwahi kutokea Tanzania tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Ni siku kadhaa sasa tangu Tanzania ingie gizani kidijitali. Mtandao wa kijamii kama Facebook, X, YouTube, WhatsApp, TikTok na Instagram hazipatikani kabisa. Sakata hilo si lingine, mimi kinaona nimekuja hapa ni kwa niaba ya vitu fulani, hasa IT, hasa maswala ya mitandao, maswala ya editing na vitu kama hivo. So tunakumbuka kabisa kwamba tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 mtandao uliwahi kuzuiliwa ama ulikuwa umezuiliwa. Sasa nimekuletea njia tano, njia nne, nne bora ambazo iwapo ikitokea kitu kama hicho, wewe umefanya nini ili mtandao wako usije ukajizima? Kabla tujaenda hapo katika hayo mafunzo, nipende kusema kwanza, poleni sana watu wote ambao mlipata matatizo kutokana na, e, na mambo ambayo yamejitokeza kwenye nchi yetu ama nchi yangu. Yes, tuseme nchi yetu ni rahisi kupoteza amani na ni sitoweza kuzungumza sana kuhusiana na mambo hayo kwa sababu ni mambo ya kiserikali na nadhani unajua kabisa kwamba serikali ni kali kiasi gani kwenye masuala kama hayo. Ila niwape tu pole, ambao umefikwa na matatizo yoyote, kama labda biashara yako ilifanyaje, ndugu yako aliumia, alipata ajali, au ni mambo ambayo yanatokea tu eh, yanatokea katika maisha ya binadamu. Lakini ni vitu kama hivyo ni vinatokea. Sasa twende tukajifunze jinsi gani tunaweza tuka wanasema ukapata mtandao hata kama serikali imezuia mtandao. Lakini je, serikali ilizuiaje mtandao? Ni Yes, karibu tena kwa mara nyingine kabisa katika tutorial ya hapa, ambayo inakujia kupitia teacher Sauti ya Sifa. Sasa leo, kama nilivyotoka kukuambia hapo awali, kwamba tutakuja kuzungumzia mada ambayo e, iliendelea kushika ama iliendelea kutrendi sana e, kote nchini, hasa huko Afrika Mashariki hapa nikizungumzia Tanzania. Sasa e... Kwanza kabisa, nitaanza na ripoti ambayo ilipatikana kutoka kwa wataalamu wa mambo mbalimbali hasa mifumo ya internet ama system kama hizo e. Kwa kwanza kabisa, tutaanza na ripoti e, ambayo inasomeka kama ifuatavyo. Kuna ripoti za juu kwamba kwa ajili ya uchaguzi wa nchi ya Tanzania ambao uliwahi kufanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huduma za internet zilipunguza sana ufikiaji au kupigwa time out nchi nzima, lakini pia Netblock inabainisha kuwa kulikuwa na ni complete internet outage kote Tanzania, kuanzia mapema siku ya uchaguzi, ambapo trafiki ya data ilipungua zaidi ya e, asilimia 90 kuwa chini ya viwango vya wiki iliyopita. Aidha e, vyombo vya habari ama wataalamu walisema kwamba huduma eh, za mitandao ya kijamii na ujumbe eh, kama WhatsApp, X, zamani Twitter, Instagram na TikTok, ilikuwa ngumu kufikia kwa watumiaji wengi. Lakini sasa jambo ambalo limetuleta hapa si hilo. Jambo liliotuleta hapa eh, ni kipi tukifanye siku ambayo eh, itatokea jam kama hiyo ama jambo kama hilo litajitokeza kwa mara nyingine. Sasa chini hapa nimekuletea eh, option 4 ama njia 4 ambazo unaweza ukazitumia wewe sasa kuwa online muda wote e, kumbuka tu kwamba hii hapa ni sauti ya Sauti ya Sifa, channel ni Teacher Sauti ya Sifa. Hapo kuna comment, dondosha comment yako niambie, je j e, uko kwa kwako kwako kwako pande zako huko palikuwa pametulia, hapa ilikuwaje kuwaje? Njia ya kwanza ambayo nakuletea mimi hapa e, isikilize vizuri kwa umakini. Njia ya kwanza ili usiondoke online Itabidi utumie satellite internet. Thousands of communication satellites form a global web, linking places no cable could ever reach. Ground stations send signals up to satellites. Sio tu satellite ambao unaiona juu kama ambazo umezoea kuziona kwenye movie, ni satellite internet. Kwa kitaalamu wanaita Starlink au VSAT. Hii ni njia pekee ya uhakika kama shutdown ni ya nchi nzima yanamaanisha yani, kama mtandao ukiwa umefungiwa kama ulivyokuwa umefungiwa ama shutdown ilikuwa ni ya nchi nzima, basi satellite internet itakuwezesha wewe kubaki online muda wote. Satellite internet inafanya kazi moja kwa moja kupitia satellite, haitegemei mitandao ya simu. Hapo utakuwa umenipata, hii satellite huwa haitegemei mitandao ya simu, yani kimaanisha kwamba kutegemea labda line, sim card yani, haitegemei hicho kitu lakini sasa ili satellite internet ifanye kazi unahitaji uwe na vitu vitatu. Kwanza, unahitaji uwe na dish, nadhani watu wote mnalijua dish. Dish ni kama lile la Azam TV lakini pia la Star Times, hilo ndo dish, lakini kitu kingine ambacho unahitaji ni router. Yes, hapa namaanisha kwamba kuna E, data ama vitu fulani ambavyo unatakiwa uwe navyo, ili sasa process ama Starlink ijue inapeleka kitu wapi, inatoa kitu wapi. Lakini kitu cha mwisho hapo hapo katika kuwa na Starlink ni lazima uwe na power. Power nikimaanisha nini? Kwamba hiyo e, satellite internet yako haiwezi kuwaka bila kuwa na nguvu yoyote ambayo inatokana labda na umeme ama na solar, yani power kama hivyo na unaposikia kwamba ni power, ni powerful kwamba inahitajika nguvu ya ziada. Sasa kupata hiyo satellite e, itahitajika upige sehemu moja ambapo wanapaita platus. Yes, sehemu ya pili nitakuja kufundisha ama nitakuja kufafanulia, ila kinachohitajika inahitajika komenti yako hapo chini kwamba je, unapenda nikufundishe nini? Je, umeelewa kati ya njia nne ambazo nimezifundisha hapa ipi ambayo umeipenda zaidi kuliko. Kwa hiyo inabidi uagize ama upige simu platus ili kupata hiyo satellite. Lakini kitu kingine unaweza kuagiza satellite intaneti kupitia shopit kwa drevary kama utakuwa uko Dar. Hapa nazungumzia shopiti kwa drevary installation. Kama utakuwa huko da. Sasa nakwenda kukupa njia ya pili, kama mtandao ukiwa umezimwa kama ulivyokuwa umezimwa hapo awali. So njia hiyo ya kwanza ambayo nimekutajia hapo ni njia ambayo inahitaji uwe na nguvu ya kipesa, lakini pia uwe na fedha, ama uwe na wanasema yes, wanasema kwamba uwe na nguvu fulani hivi, kwa sababu kwanza nikiangalia hapa internet je, yeah, Tanzania inaruhusiwa satellite yeah, ama huduma za satelit hazijaizinishwa kwa sasa rasmi e, kwa watumiaji binafsi hapa nchini Tanzania Communications Regulation Authority, yani namaanisha TCRA, wamesema kwamba satelaiti bado haijapata taratibu kamili kwa watu binafsi kutumia kwa hiyo hiyo njia ya kwanza nadhani kwamba itakuwa bado kwako, kwa itakuwa ni ngumu, lakini kama ukiwa na pesa nadhani unaweza ukapata huduma hiyo. Kama unahitaji maelezo zaidi, utaniambia hapo chini kuna comment, lakini tunakwenda katika njia ya pili. Njia ya pili inasema kwamba simu nyingine au roaming. Nunua sim kutoka operator tofauti. Hapa namaanisha kwamba Airtel, Vodacom, Haloteli ama Yase, kwa sababu wakati mwingine shutdown haifanyi opaleta wote kwa wakati mmoja, na ndio maana wakati e, mtandao umefungwa ulikuwa ukiona kwamba kuna watu wanasema kwamba mtandao e, saa saba ama saa ngapi ulikuwa wazi, kwamba mwingine mtandao saa kumi ulikuwa wazi no. Sio kwamba mtandao ulikuwa wazi, ila haiwezi katokea shutdown kwa mitandao yote ya simu. Hapa namaanisha kwamba kama shutdown zitakuwa zimelenga Airtel na Vodacom, basi Halotel na Yase zitakuwa ziko wazi, wazi yani zitakuwa zina nguvu bado japokuwa nguvu itakuwa bado haijazuilika moja kwa moja. Sasa tukienda katika, e, katika wanasema njia ya tatu. Njia ya tatu ndo njia ambayo watu wengi sana wameizoea hii njia, wanasema kwamba ni VPN. Kwa hiyo kila mtu anajua kabisa kwamba mtandao ukishazimwa atatumia VPN, lakini sasa je? Hiyo VPN utaitumia kweli mtandao ukiwa umezimwa? Wanasema hivi VPN inaweza kusaidia kufikia tovuti zilizozuiwa, yani kama YouTube, WhatsApp, Facebook, lakini haitumiki kama hakuna mtandao kabisa, na tunaona kwamba jambo ambalo lilitokea hapa sasa hivi ni kwamba mtandao ulikuwa haupo kabisa, kwao kama VPN, mtandao utakuwa haupo hautoweza kuingia hapo katika mtandao kwa sababu mtandao na, yani VPN inatumika ku, yani, kubadilisha maeneo ama kumdanganya mtu taarifa zako ama taarifa zako zisichukuliwe na mtu. Kwa hiyo kama ukitumia VPN, labda aidha serikali ama vyombo maalum vya masuala ya internet na mitandao ya kijamii viwe vimefungia mtandao fulani, mfano labda wamefungia WhatsApp unaweza ukatumia VPN ili kuingia WhatsApp. Lakini kama kukiwa hamna mtandao kama ilivyokuwepo, basi hata VPN haitoweza kufanya kazi, isipokuwa njia ya kwanza kabisa. Hapa nazungumzia njia ya satellite internet Starlink, VSAT. Yes, hapo ukitumia satellite utakuwa utumii njia ya mtandao wa kawaida, utakuwa unatumia njia E, ya satellite ya juu kabisa na sio simkadi ya kawaida. Kwa hiyo utakuwa na uwezo kuingia kwenye mtandao, sio VPN. Labda VPN, mtandao uwe upo kwa kiasi kidogo, unaweza ukapata kutumia VPN na ukaingia kwenye mitandao ambayo imezuiliwa. Lakini pia napendekeza kwamba wakati unaingia katika VPN ama wakati una VPN, unatumia VPN, hakikisha unatumia VPN ambayo inafahamika kwa jina la Toton VPN. Hii ni VPN ambayo iko salama kabisa na inafanya kazi vizuri. Njia ya nne sasa, ambayo ndo njia ya mwisho, ukiona vitu vyote ambavyo nimekutajia hapa hivyo vitatu, hapa nazungumzia kwamba steraiti, lakini pia simu nyingine au roaming, yaani kuhamisha kadi ama kutumia kadi nyingine au VPN, basi itahitajika utumie njia ya mwisho, ambayo hii njia inaitwa mish hapa anazungumzia bluetooth, ama apps zingine ama SMS. Na ndio hivyo watu walitumia hii njia ya mwisho, watu wengi bila kujijua, kwamba watu wengi walitumia SMS, lakini pia walitumia njia ya call ama kupigiana live kabisa, lakini pia wanaweza kutumia File by Google ama ukashare vitu vyako na mtu mwingine, ukiona njia hizo zote zimeshindikana hapo juu. Ila njia ya uhakika kabisa ni hii njia ya kwanza, satellite internet. Sasa kazi kwako hapo chini, kuna box ambayo limeandikwa comment. Comment ni kuje, nije kukufundisha njia gani zaidi nikufundishe yani, ni kwa undani zaidi njia ipi ili tuchague njia moja na tuende nao vizuri kabisa. Lakini pia hakikisha una subscribe kama bado hujasubscribe, bonyeza neno hilo ambalo limeandikwa subscribe hapo chini litaandika subscribe dedi. Hapo chini utakuwa umejiunga na mimi ili kupata video zangu moja kwa moja. Mimi naitwa Teacher Sauti ya Sifa. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukapata mtandao wakati serikali ama eneo husika limefinya mtandao kwa kupitia moja set right. mbili kama mtandao upo kidogo, kwa kutumia VPN. Lakini e, tatu ni kuhamisha kadi ama kubadilisha line ya E kwenda line E. Lakini nne ni kushare message kwa njia kawaida ama kurushiana mafaili kama Excel kwa Bluetooth. Hivyo sasa, basi, kama unahitaji ufafanuzi zaidi kuhusiana na masuala haya, tafadhali toa comment hapo, niambie unatokea wapi lakini pia uniambie je, nilete sehemu ya pili ambayo utakuwa na ufafanuzi wapi? Hizo ni njia nne ambazo nimekuletea hapa, kwamba VPN singeweza kutumika kwa sababu mtandao ulikuwa shut down kwa 90% asilimia 10 yani tu ndizo ambazo zilikuwa zinatumika. Uh, kabla sijaondoka niseme kwamba, um, Tanzania ni nchi ya amani, jamani. Tujitahidi kidogo kwenye masuala ya kufanya nchi yetu iwe ya kiamani, iwe yani unajua kuna vitu ambavyo vimetokea, ah, ni wape tu pole ambao wamepatwa na matatizo haya. E Mungu